Karibu tena mtazamaji, nam wagonjwa wa saratani nchini wanazidi kuangaikia matibabu wakisubiri mpango ulioimarishwa wa bima ya SHA kuanza kutekelezwa mwezi Disemba. Naam, Rais Ruto alitangaza malipo ya matibabu chini ya SHA kwa wagonjwa wa saratani utaongezwa kutoka shilingi laki tano hadi laki nane ili kugharamia matibabu. Naam, John Wanyama alizungumza na baadhi ya wagonjwa wanaotaabika kwa kukosa matibabu. Mteru mkazi anayeishi katika mtaa wa Kipkaren jijini Eldoret anaishi maisha yenye uchungu kila siku kutokana na ugonjwa wa saratani ya tezi dume. Kwa miezi kadhaa hajapata matibabu baada ya malipo yanayotolewa na SHA kuisha. Aliyeniambia sasa juu limiti imeisha, niende na kashi 1100 juu hii madawa ni bei kali natumianga kila mwezi nikienda, natumia elfu mia moja shaina nilipi. Joseph ameugua tangu mwaka elfu mbili ishirini na tatu na ametumia mali yake yote kwa matibabu. Sasa amefika ukingo wa matumaini. Wakati nienda hospitali, daktari waliniambia nistolewe hiyo sehemu zangu za siri, na nikakubali tu juu nilikuwa nataka tu nisikie tu mwili yangu imee tumejaribu kweli lakini dawa hazipatikani kwa sababu SHA haiwezi kamlipia sessions zingine. Hiyo ndio ile kitu inafanyaga mtu akuwe mwanaume kamili. Nikaona itakuwa ngumu, lakini kama hakuna lingine Hakuna otherwise. Sio yeye pekee, Karoli na Achieng anaugua saratani ya mlango wa uzazi. Mzigo wa gharama ya matibabu umemlemea na kila siku ni mahangaiko tu. Kidonda imeinuka, imeanza huko chini, sasa natafuta njia mbinu juu. Daktari alikwambia, niliambia niweze kukalia maji warm ya chumvi. Akishindwa kujizuia machozi ya uchungu yanayomdondoka kila mara, nafanya kazi Acheng ameanza kutumia mbinu mbadala za kupunguza uchungu. Nachukua hii chupa ya tomato sauce naweka maji warm ndani na flagyl naomba daipa na dawa. Wagonjwa wengi hapa nyanjani hawapati madawa, anakaa akingoja mpaka mwaka mwingine aweze kulipiwa na SHA. Caroline na Joseph ni miongoni mwa maelfu ya wagonjwa wa saratani walioshindwa kuendelea na matibabu kutokana na ukosefu wa fedha, mpango wa sasa wa SHA ukishindwa kuwasaidia ipasavyo. John Wanyama, Runinga ya Citizen, kaunti ya Wasingesho.